Mheshimiwa mgeni rasmi, kliniki hii pamoja na nyumba ya daktari ulizozifungua muda mfupi uliopita ni msaada uliotolewa na taasisi ya Hilal Ahmar Alamarati ya Umoja wa Falme za Kiarabu kwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imelipa kipaumbele suala la huduma za mama na mtoto kama lilivyoainishwa katika mipango yake mikuu ya kitaifa ikiwemo dira ya Zanzibar ya mwaka 2020 2050 20. Naomba nitumie fursa hii kuwahimiza akina mama wajawazito wote kuhudhuria clinic kama inavyoshauriwa na wataalamu wa afya. Kiwango hiki cha fedha kilichotumika kinajumuisha ujenzi wa clinic yenyewe, nyumba ya daktari, gari ya kuchukulia wagonjwa yani ambulance, vifaa vya matibabu na samani za clinic hii ya aina yake yenye vifaa vya kisasa inatarajiwa kutoa huduma kwa akina mama kisiwa kufikia 1558 wenye uwezo wa kuzaa wanaoishi katika ukanda wa pwani unaojumuisha sheria za Michamvi, Bwejuu, Jambiani na Paje yenyewe. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza ni kushukuru sana kwa kukubali kuwa mgeni wetu katika ufunguzi wa kituo chetu hichi cha afya cha mama na mtoto. Mheshimiwa, kwa kweli katika mkoa wetu huu tumebahatika kwamba tuna miradi mitatu mikubwa ambayo itazinduliwa rasmi katika sherehe hizi za kutimia miaka hamsini na saba ya mapinduzi ya Zanzibar. Tuna mradi huu wa kituo cha afya ambao uko wilaya hii ya Kusini, kuna mradi wa elimu mkubwa ambao uko Kibuteni kuna mradi mwingine wa elimu school hub ambao uko Uroa. Yote hizi ni neema ambazo tumepewa sisi mkoa wa Kusini Unguja, ambao ni wilaya hii ya Kusini. Naombeni sana wananchi wa Paje, naombeni sana hasa wale kina mama ambao ni wakati wao wa kujifungua, tukitumie kikamilifu, tusizalie majumbani kuzaa majumbani hakutusaidia, kuna hatarisha maisha yetu. Kwa maana hiyo mimi niseme kwamba tunao madaktari wazuri, wafanyakazi wazuri. Kati ya kipindi kifupi nilichofika, nikuhakikishie mheshimiwa mgeni rasmi kwamba nimeona jitihada za wafanyakazi hawa, nimeona kwamba wako tayari kutekeleza yale majukumu yao ya kimsingi. Sasa nakukaribisha rasmi uzungumze na hadhara hii ambao iko mbele yako. Karibu sana mheshimiwa. Wananchi wa, wa, wa Paje, au na wananchi wa kusini kwa ujumla, itifaki imezingatiwa. Salamu aleikum, wa aleikum salaam. Ufunguzi wa kliniki hii unalenga kuimarisha huduma ya afya ya uzazi na mtoto nchini ili kupunguza idadi ya vifo vya wanawake na watoto vinavyotokana na uzazi. Sote tunaelewa kuwa hafla ya ufunguzi wa kliniki hii ni miongoni mwa shamra shamra za maadhimisho ya miaka hamsini na saba ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Mapinduzi, lengo la mapinduzi matukufu ya Zanzibar ambayo yalifanyika Januari elfu tisa mia sitini na nne haikuwa kuleta mabadiliko ya uongozi pekee, bali mapinduzi yetu yalikuwa na malengo makuu matatu. La kwanza kuweka utawala wa nchi katika mikono ya wananchi wenyewe; la pili kuweka uhuru wananchi wote wa Zanzibar; na la tatu kuleta maendeleo ya kweli yanayowanufaisha wananchi wote badala ya watawala wachache na watu walio karibu nao. Hivyo tunaposisitiza kuwa mapinduzi daima, tuna lengo la kurithisha kizazi chetu cha sasa na kijacho mambo adhimu ya kudumisha yanayotokana na mapinduzi yetu matukufu kama yalivyofanyika mwaka elfu tisa mia sitini na nne mapinduzi Ma. Nachukua fursa hii kuishukuru sana taasisi ya Alhilal Al ahmar al emirat kwa msaada huu mkubwa waliotupa, na anawaambia asante sana lakini, pia katika maelezo yaliyopita tulipewa thamani ya mradi huu kwamba ni shilingi bilioni moja na milioni mia nane ambayo ni sawa na dola laki sita za Kimarekani. Kwa pamoja tunasema asanteni sana. Naomba kutumia fursa hii kutoa wito kwa viongozi na watendaji wa serikali ya wilaya ya kusini na mkoa wa kusini Unguja kwa ujumla kuzingatia mambo yafuatayo: ili kuhakikisha kliniki hii inatumika ipasavyo, kuendelea kutoa taaluma kwa jamii juu ya umuhimu wa kina mama kujifungua katika vituo vya afya ikiwemo kliniki ya mama na mtoto badala ya kujifungulia majumbani ili kupunguza vifo vya mama na mtoto. Takribani muda mrefu kumekuwa na malalamiko kwa baadhi ya madaktari na wahudumu katika hospitali zetu za Zanzibar. Mwenendo wao na utoaji wao wa huduma katika baadhi ya maeneo hauridhishi. Kuna suala zima la mapokezi ya wagonjwa wetu kazi hii ni wito, kazi hii ni kazi ya kutafuta thawabu, lakini kuna wahudumu wetu wa hospitali wanatafuta dhambi kwa makusudi. Na kwenye hili nataka nitoe msisitizo na ninamwombea dua ya waziri wa afya atakayeteuliwa na naamini ataungana na mimi, daktari yoyote atakayegundulika mwenendo wake wa huduma sio mzuri, huyo hata astahiki kupewa motisha ya aina yoyote. Sisi tupo kwa ajili ya kuhudumia jamii tupo kwa ajili ya kuhudumia mama na mtoto. Kama mnavyofahamu, mama mjamzito anahitaji kupewa huduma mbadala, au kwa lugha ya Kiingereza tunaita special care. Nitafurahi sana kuona baada ya mwaka au miezi sita, nitakuja hapa kwenye kituo nikute hospitali iko imara, safi, ina ubora kama nilivyoifungua. Na kuna mshereheshaji alisema kwamba ni mtume mtu yoyote kuhakikisha tarehe ishirini kama itaanza kazi, mimi natamka hapa, nitakuja mwenyewe. Nina dhamana ya habari, vijana, utamaduni na michezo, lakini mimi ni mwanamama na nina watoto, kwa hiyo ninajua namna ya upatikanaji wa mtoto unavyokuwa. Kwa hiyo kwa uzalendo na uchungu kabisa, nitakuja kutembea mwenyewe, na kuna siku nitamshawishi waziri wa afya atakayeteuliwa au huyu anayekaimu aje akitembelee kituo hichi, ili kujiridhisha na mwenendo wa wafanyakazi wetu wa kituo hichi. Naomba kusisitiza sana tushirikiane pamoja na serikali yetu ya wilaya kama kutakuwa na changamoto yoyote. Nawaomba sana, uadilifu, uwajibikaji na uchapakazi ni kitu cha msingi katika serikali ya awamu ya nane, hivyo tutachukua hatua stahiki kwa yeyote ambaye atakwenda kinyume na miiko na maadili ya mambo ya afya na udaktari. Kwa hayo machache, naomba kuwasilisha. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Mapinduzi yeah, yeah. Mapinduzi yeah, yeah. Mapinduzi yeah, yeah. Asanteni kwa kunisikiliza. Ili wewe wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, kulike na kucomment pamoja na kutembelea kwenye peji zetu Twitter, Instagram na Facebook, Wizara ya Habari Zanzibar.